Jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limepiga marufuku uwekaji wa tinted katika kioo cha mbele, hususan magari madogo, ambapo limewataka wamiliki wote kuondoa mara moja baada uh, kabla ya kuanza kwa operesheni ya kukamata wale watakaokaidi agizo hilo. Hamisi Suleimani ameandaa taarifa ifuatayo. Kamanda wa kikosi cha usalama barabarani DCP Mohamed Mpinga akizungumza na Channel 10 amesema uwekaji wa tinted katika vio vya mbele katika magari unasababisha askari kushindwa kutambua watu waliomo ndani ya gari husika kwa haraka na pia huchangia matukio ya uhalifu. Aa, mimi niseme tu kwamba kuanzia sasa napiga marufuku wale wote ambao wameweka tinted kwenye magari yao, vio vya mbele watoe mara moja, na sisi tutachukua hatua kali za kisheria kwa wote ambao watakuwa wameweka tinted kwenye vio vya mbele, hata pembeni hatuwezi kusemea lolote, lakini nachosema kwamba anayeweka tint ni kioo cha mbele anaficha nini? Ikumbuke kwamba sasa hivi e, yako matukio kadhaa e, yanayotokea katika nchi yetu na, na, na, na kama unaweka tint ni kwenye kioo cha mbele hivi unaficha nini? Aidha, jeshi hilo limeelezea kusikitishwa na madereva ambao kwa uzembe au kwa makusudi wamekuwa wakisababisha vifo vya askari wa usalama barabarani kwa kuwagonga akiwa katika utekelezaji wa majukumu yao ya kuongoza magari. Labda kwanza ni matukio haya ya kugongwa askari wakiwa kazini, e, ni matukio ambayo yanalisikitisha sana jeshi la polisi e, kwa jinsi yanavyotokea, kwa sababu askari wa wanakuwa wapo kazini. Mimi labda tu la kwanza kabisa niseme tu kwamba, e, kwa watumiaji wote wa barabara hususan madereva wa vyombo hivi vya moto, iwe magari iwe pikipiki, waheshimu Kanuni na taratibu za usalama barabarani. Katika siku za hivi karibuni askari wa usalama barabarani watatu wamepoteza maisha baada ya kugongwa na magari wakati wakiongoza magari katika maeneo ya barabara ya makutano ya barabara Banana, uwanja wa ndege pamoja na Mbagala jijini Dar es Salaam. Hamisi Suleiman, Channel Ten, Dar es Salaam.